Mimi naitwa Alimachu Simwita ni katibu wa kanda ya kati. Kanda ya kati nikimaanisha kwamba ina mikoa minne ikiwemo Singida, Dodoma, Kigoma pamoja na ukatiri, na Tabora ya ukatili wa kijinsia, na inaendelea kufanya kazi vizuri na wanachama wanazidi kuongezeka kwa kujisajili kwa ajili ya kuboresha na kupeleka mbele jumuiya yetu mza ukatili wa aina yoyote. Tumetengeneza uongozi kwa kila kwa kila mkoa, tunatengeneza uongozi kuhakikisha kwamba uongozi unatoka ngazi ya mkoa hadi kwenye mtaa, ili kuweza kufikisha ujumbe wa Shujaa wa maendeleo na ustawi wa jamii kwa ajili ya kutokomeza ukatili wa kijinsia na ukatili wa aina yoyote. Kwa hiyo uongozi umeweza kusambaa kila sehemu na na, na wananchi wamekubali sana, wameiunga mkono, e, SMAUJATA kwa ajili ya kufanya mambo mazuri zaidi ambayo yanaibua wanaibua masuala ya kikatili na kuweza kuyafanyia kazi na kutokomeza ukatili wa aina hiyo. Kwa kanda <coughs> ya kati nikimaanisha kwamba ina mikoa minne, e, tukianza tukianza na na mkoa Sekondari, e, e, mashujaa wameweza kuwafikia wanafunzi mia nne na sekondari wanafunzi mia saba lakini pia kwenye upande wa sio kuna wanafunzi mia tatu ambao wameweza kufikiwa kwa ajili ya kupewa elimu ya ukatili wa kijinsia. Lakini pia katika mkoa wa, wa wa Tabora, mkoa wa Tabora e, na wenyewe ume, ume, umetoa elimu E, katika mashule mbalimbali ikiwemo shule ya Ipuli, Sikonge na kongamano ambalo limeweza kufanyika katika uh, chuo cha maendeleo ya jamii ambao ni watu sasa waliopewa waliopewa elimu walio ni watu zaidi ya mia mbili waliokuwepo pale, e, kwa hiyo ni hizo hivyo. Pia katika, katika mkoa wa katika mkoa wa Kigoma mkoa wa Kigoma huweza kutoa elimu mbalimbali e, kupitia mashuleni na kupitia makongamano mbalimbali na kongamano ambayo limefanyika kwa ajili ya kuweza kutoa elimu lililokuwa limefanyika katika chuo cha maendeleo ya jamii e, kwa ajili ya kuweza kutoa elimu mbalimbali kuhusu masuala ya ukatili. Aa, pamoja na mkoa wa Singida, mkoa wa Singida wameweza kutembea e, wilaya mbili ambacho ni Singida, Singida DC e, pamoja na Mkarama lakini pia na wameweza kutoa elimu katika mashule mbalimbali na wa, na jamii imewahata. Kwa mfano mkoa wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa Singida jamii inawahitaji sana SMAUJATA kwa ajili ya kuonyesha yale ambayo wanayafanya vizuri zaidi, na jamii imevutiwa katika kazi ambazo imefanya. Kwa hiyo tuna tunaenda kutokomeza kabisa masuala mbalimbali ya ukatili ambayo yame ya, ya, yameweza kujitokeza katika jamii na jamii imeweza kuunga mkono sana katika masuala haya ya ukatili, hususan katika SMAUJATA imeungwa mkono sana katika kanda yangu ya kati e, na jamii na, ni, ni idadi ambayo sasa wame- ni wale ambao sasa wamekutwa katika mazingira, lakini kwa idadi kubwa ya mkoa wa Dodoma watu ambao jitahidi sana kutoa elimu kwa aina mbalimbali, na wanaume tunawajali vizuri sana katika elimu ya ukatili, kwa sababu tunaamini kwamba hata wanaume wanafanyiwa ukatili majumbani, lakini tunawaelimisha vizuri na wanaweza kuelewa. Wana, wana wamekuwa tena mabalozi wa kutoa taarifa nzuri sana. Changamoto ambazo tunakumbana nazo ni changamoto mbalimbali, kwanza katika ua-katika masuala ya usafiri tunapata changamoto katika masuala ya rasilimali la usafiri usa, e, lakini changamoto zingine ambazo tunazipata ni kwamba kuna baadhi ya watu ambao wanashindwa wanashindwa ku, ku, ku, kuungana na jamii, wanaficha yale matukio ambayo yanajitokeza kwenye jamii zao. Lakini changamoto zingine tunazitatua. Kwa mfano, kulikuwa na mkoa wa Dodoma kulikuwa na kesi za, za, za madai tatu zilizoshughulikiwa na zile zote zimeisha, zimeshughulikiwa na SMAUJATA imeenda kusimama mahakamani kwa ajili ya kutoa ushahidi na yule mtu amepata haki zake. Lakini pia kulikuwa na wa, kuliku, kulikuwa na watoto ambao walikuwa ni wajawazito watatu, ambazo ni changamoto zimejitokeza katika mkoa wa Dodoma, na zenyewe zimeshughulikiwa na zote zimeisha. Kwa hiyo zote hizo zina zi, zi, zi, katika mimba hizo za watoto watatu, watoto watatu ni walikuwa shule ya msingi walikakna shule ya sekondari Chese, lakini pia kulikuwa na mtoto mmoja wa shule ya sekondari Kisesa, yaani jumla ni watoto wanne. Zote hizo kesi zimeshughulikiwa kabisa, zimekaa vizuri katika mkoa wa Dodoma kwa kanda ya kati. Kwa kweli, mbeleni tumeona kuna kitu kizuri sana kina imeingia mpaka bungeni kwa ajili ya kuongelewa kwamba SMAUJATA ni kitu kinachofanya kazi vizuri sana katika akatika ka, katika, katika mkoa katika kanda hii na katika mkoa wa Dodoma. Kwa hiyo tuna tunaamini tuna kwamba mbeleni tutakuwa na kitu kikubwa zaidi, kwa sababu tayari wanajumuiya wameshaanza kujisajili na tayari watu wameshaanza kujua SMAUJATA jinsi inavyofanya kazi ni, ki, ni kiwango kikubwa sana inasaidia katika jamii. Kwa hiyo mbeleni tunashumu kwamba kutakuwa ni kutakuwa na dude kubwa sana, ambalo linakuwa linaitwa jumuiya ya SMAUJATA. Kama kutakuwa na mwananchi mwananchi au jamii ainayekaswa wa wilaya sisi tuna tuna njia moja ya kuweza kuungana. Ndio maana tunasema kwamba wale watu ambao wanakuwa wanaona kuna, kuna, kuna masuala ya kupinga ukatili, kuna namba tunazitoa zinazo zinazoainisha kwa ajili ya kuweza kutoa taarifa, namba moja moja sita au mia moja kumi na sita. Unapotoa taarifa hiyo inatufikia sisi wenyewe kwa ajili ya kuweza kutoa taarifa sahihi, lakini pia anapotaka kuungana na kampeni na jumuiya hii ya shujaa wa maendeleo na ustawi wa jamii e, tunaomba sasa atua, atuambie kwamba yuko mkoa gani, na sisi tunamfikia mpaka alipo kwa sababu tunapenda sana jamii inayoweza kuungana na shujaa wa maendeleo na ustawi wa jamii, maana tunaenda kutokomeza ukatili wa aina yoyote katika nchi yetu ya Tanzania kupitia SMAUJATA. Nini ujumbe ninaoweza kuwapa wananchi wa kanda nyanja mbalimbali na katika sehemu mbalimbali. Kwa hiyo ninawaambia kabisa kwamba jumuiya kuja stahii mafa katika muda mwafaka kabisa ambao sasa unaenda kutokomeza masuala ya ukatili, na we ukiwa kama mwanajamii ambao unaguswa na masuala makubwa kabisa ya ukatili ambayo yanakuumiza katika moyo wako Ninakuomba sasa uweze kujisajili katika jumuiya hii, ili tuungane pamoja kuenda kupinga ukatili wa aina yoyote na kutokomeza ukatili wa aina yoyote katika eh, Tanzania kupitia shujaa wa maendeleo na ustawi wa jamii SMAUJATA.